<laughs> Sawa. Finalist mmoja mmoja anachukua chap chap chap. Wewe, mbona unajirudia? Eh, una mkopo una gumu, aa baada ya natakuka, aa hali mbaya, finalist hali mbaya. Sasa hivi hali mbaya <laughs> waliokuwa nasema hapo kwenye mahusiano, sasa hivi anatamani ukawatongoze mara ya pili wajirudie <laughs> maana ile hela ilokuwa ya miezi mitatu miwili nampa kichwa gumu Asa hivi anaenda huko mtaani, anapewa kichwa ndo <laughs> la kichwa ndo apewe hiyo hela mwanzo, ila silikuwa inampa kichwa huku. Asa hivi anaenda anampa kichwa ndo ampe.